Miongoni mwa kitu ambacho sisi Kingo Farm hapa shambani kwetu tumekabiliana nacho na tumekipunguza kwa asilimia kubwa ni magonjwa. Uwepo wa magonjwa shambani tumepunguza zaidi ya asilimia 98. Sasa kwenye hii video ninataka nikupe mbinu ambazo sisi Kingo Farm tunazitumia hapa shambani kwetu kwa upande wa ufugaji wa hawa kuku chotara. Kuetu, kuku chotara hapa shambani kwetu, tunafuga kuku wa aina tofauti tofauti. Sasa leo ninataka tuanze na chotara, ni mbinu gani sisi kama Kingo Farm tunazitumia hapa shambani ili kuondoa e, uwepo wa magonjwa, kama tunavyojua magonjwa lakini pia kama utatusikiliza mpaka mwishoni mwa hii video, nitakupatia tiba za asili muhimu sana ambazo zitafanya kuku wako waweze kutengeneza kinga eh, kwa wingi zaidi kwenye miili yao, ili kukabiliana na magonjwa, ambazo sisi Kingo Farm tunazitumia hapa shambani kwetu ni moja ya changamoto kubwa zaidi kwa mfugaji yeyote yule, manaake kama kuku wako watapata magonjwa na ukashindwa kukabiliana navyo, ni rahisi sana kuweza kupata hasara kwa vifo, sababu kuku wako watakufa, na kama kuku wako watakufa, utashindwa kuwauza sokoni. Na kuna mambo mengi sana e, kuku wako wanapokuwa wanashambuliwa na, na magonjwa ikiwemo kama vile kudumaa, kuku watashindwa kukua vizuri. Pia kuku wako kama watakuwa wanashambuliwa na, na magonjwa E, moja kwa moja tunasema kwamba utatumia gharama kubwa sana kununua dawa kwa ajili ya kuwaponya. Kwa hiyo sasa e, twende pamoja tuangalie ni namna gani sisi tumeweza kukabiliana na hii changamoto. Nina uhakika ukisikiliza hii video vizuri kabisa mpaka mwisho utapata hizi mbinu na hivyo ukienda kuzitumia shambani kwako basi zitakusaidia sana. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ninaweza nikasema sisi Kingo Farm tulikizingatia hapa, kwanza kabisa ni kitu tunaita biosecurity. Biosecurity ni kutengeneza mazingira ambayo hayatopelekea kuku wako kupata magonjwa. Kwa mfano, kama matandazo ya chini yanakuwa yanachafuka sana yanakuwa yanaroana ikinyesha mvua, ukiwa unayaacha, ni rahisi sana kuku wako kupata magonjwa. Lakini eh, kama utaruhusu kuku wako kuweza kuingiliana na kuku wengine mtaani, ni rahisi sana kuku wako kupata magonjwa kutoka kwenye wale kuku wagonjwa. Kwa hiyo vitu kama hivyo hapo vyenye sifa kama hizo hapo, basi eh, tunaviita kwa ujumla, kwa ujumla kwa lugha ya kitaalamu, tunasema ni biosecurity, mazingira ambayo yanaweza yakapeleka kuku wako kupata magonjwa. Kwa hiyo hilo ni jambo namba moja ambalo tulikuwa makini nalo. Kwa mfano, hatua ambayo sisi tumechukua hapa shambani sisi huwa hatutembezi kuku kuwapeleka kuwauza sokoni, au kuwatafuta wateja, kuwafuata wateja kwa niaba yake, ni kwamba wateja wanafika hapa shambani, wakihitaji kuku basi watafika hapa shambani watawanunua hawa kuku. Kwa hiyo hilo ni jambo mojawapo. Na mengine mengi kama vile unaposafisha banda kutumia Uh, jambo jingine muhimu kabisa ambalo tunalifanya hapa shambani kwetu ni kuwapatia kuku wetu lishe bora, ni kuhakikisha chakula ambacho tunawapatia kuku wetu tuwe tumechanganya au tumekinunua dukani, basi kiwe kina virutubisho au vinilishe vyote muhimu kabisa, na hivyo ndio maana sisi eh, tulipitia kuna hapo nyuma, kuna changamoto tulipitia kutokana na ishu za chakula eh, unakuta kwamba kuku wako anashindwa kutembea vizuri, na na kuku wako anashindwa kunenepa vizuri. Kwa hiyo tukapata ile chachu ya kwamba kwa nini tusikae chini tukaangalia ni vitu gani muhimu vinahitajika kwa kuku ili aweze kukua vizuri. Eh, ndio maana tukatengeneza kanuni bora kabisa za kuweza kutengenezea chakula, na baada ya kuzitumia sisi hapa shambani kwetu tukaona zina mafanikio makubwa, hivyo tukaamua kuzi kwenye kitabu chetu cha safari ya ufugaji. Kwa hiyo, aa, kama utafanikiwa kukipata kile kitabu cha safari ya ufugaji, zile kanuni ambazo tunazitumia sisi hapa shambani kuchanganya chakula zipo. Hawa kuku unaowaona hapa tunachanganya chakula sisi wenyewe kwa kutumia kanuni hizo ambazo zipo hapo. Hawa kuku hata miezi miwili hawana, lakini unaweza ukawaona jinsi ambavyo wanapendeza. Ukipata kitabu cha safari ya ufugaji kipo katika mfumo wa soft copy, tunamaanisha kwamba tunakutumia WhatsApp, lakini uh, jambo jingine ni kwamba hichi kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi e, kwa hiyo, wasiliana na sisi kwenye hiyo namba ambayo unaiona utakipata hiki kitabu. Uh, sasa hili jambo ni muhimu sana, kuwapa chakula bora ambacho kinaviinilishe vyote. Nimesha kutana na wafugaji ambao wao wanachanganya tu chakula ilimradi wamechanganya na hivyo kukuao kushindwa kukua vizuri. Kama utachanganya chakula vibaya, kitakuingiza kwenye gharama kubwa tofauti na vile ambavyo sisi tunadhania. Wafugaji wengi wanadhani ya kwamba huenda eh ukibania chakula yani, ukachanganya chakula kwa gharama ndogo, basi utakuwa upande wa faida. Sio kweli. Ni kwamba e, kitendo cha wewe kuchanganya chakula bila kuweka viinilishe vyote kitawafanya kuku wako wasikue vizuri, na hivyo wakutane na changamoto za magonjwa. Kwa hiyo utatumia muda mrefu kuja kuwauza sokoni, lakini pia unaweza ukapata magonjwa ambayo utajikuta unatumia gharama nyingi kwenye dawa kuwatibu. Kwa hiyo wewe tengeneza chakula vizuri kabisa, wapatie kuku wako chakula bora, lakini hakikisha kama pia unanunua chakula dukani, hakikisha unanunua chakula cha makampuni ambayo yanatengeneza chakula vizuri kabisa, yani, uh, kabisa sio kila kampuni utanunua chakula chakula chao kipo bora. Mimi ninao ushahidi kabisa, kuna makampuni yanatengeneza chakula na yana majina makubwa, lakini ukiwalisha kuku wako unakuta wanaanza shida kama vile kudonoana, wanaanza shida eh, kupungua uzito na vitu vingine vingi. A, jambo jingine ambalo ni kubwa zaidi tumelifanya hapa shambani kwetu ni kinga za magonjwa na namna ya kutibu magonjwa. Niliwambia kwamba kitu cha kwanza ni kuzuia magonjwa. Mda mwingine unaweza kuzuia magonjwa, lakini kuku wako akapata magonjwa. Je, unawatibu vipi hao kuku wako? Sasa mnisikilize kwa umakini kabisa, tukianza na kinga za magonjwa. Kinga za magonjwa kuna namna mbili. E, kuna kinga za kwa kinga magonjwa ya virusi, lakini pia kuna ma, e, magonjwa ya bakteria. Kuna magonjwa ambayo yanatengenezwa na, na, na fungus hizo ni, ni sehemu tofaut, tofauti tofauti. Magonjwa ya virusi tunajua kabisa huwa yanakingwa na chanjo za madukani, kwa hiyo hizo chanjo hakikisha unawapatia kuku wako kwa muda sahihi. Kuna chanjo e, ya, ya Malex chanjo, mara nyingi kama unaagiza vifaranga huwa inachomwa huko huko. Kuna chanjo ya Newcastle, kuna chanjo ya Gumboro, kuna chanjo ya ndui. Hizi chanjo tumeziandika vizuri kabisa kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji, kama utazipata, lakini pia tumeelekeza namna ambavyo unaweza ukazitumia, kwa mfano chanjo ya ndui. Nimekutana na wafugaji wengi sana ambao wanawalipa watu ili waweze kuwachomea chanjo ya ndui, lakini ukiwa na kitabu cha safari ya ufugaji umeelekezwa namna ambavyo utatumia ile chanjo kwa e, kwa hiyo hiyo utakuwa umepunguza gharama za ufugaji e, kwa hiyo ni, ni muhimu sana kuwapatia hizi chanjo, lakini pia kuna chanjo za asili ambazo huwa huwa tunawapatia kuku kuku wetu huwa tunatumia kuku wetu, e, kuwapa ili waweze kukabiliana na magonjwa ya virusi na magonjwa ya bakteria na magonjwa mengine mengi sana. Hizi chanjo tumeziandika vizuri sana kwenye kitabu cha tiba za asili. Hichi kitabu kina tiba zote za kuku wa aina yoyote ile, wawe broiler, wawe kuku chotara, wawe kuku wa mayai, wawe kuku wa kienyeji. Hizi tiba zinafanya kazi vizuri sana na uzuri, sisi hapa shambani kwetu huwa tunazitumia kwa asilimia kubwa sana. Sisi tunatumia e, tiba za asili, hatujatumia tiba za dukani. E, tofauti na zamani tulikuwa tunatumia gharama kubwa sana kwenye matibabu ya kuku. Kwa mfano kuku ameumwa mafua, utanunua adawa sijui tylodox sijui fubani utanunua dawa e, nyingi sana za dukani mpaka kuku wako anapona unakuta umetumia gharama kubwa sana kuwatibu kuku wako lakini sasa hivi tunatumia tu tiba za asili tiba za asili ni garama nafuu sana. Na kushauri sana ukipata hiki kitabu cha tiba za asili, kwa mfano tiba tunazotumia kutibia kuku unakuta ni kitungusaumu, tangawizi, pilipili. Hivi vitu ukienda sokoni vinauzwa tano, yani ukiwa na mia tano au elfu mbili unawatibu kuku wako vizuri kabisa. Lakini unaweza ukaniambia kama kuna dawa ya dukani inayotumia e, gharama ya mbili kutibia kuku wako mpaka wakapona. Sio kweli. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya ili kuweza kuatibia kuku wako. Ukitaka kitabu cha tiba za asili ni shilingi elfu kumi. Hiki kitabu kipo katika mfumo wa soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo wasiliana na sisi kwenye hiyo namba, lakini pia eh, unaona, nadhani unawaona, nazani hawa broiler wetu walivyopendeza hapo. Kwanza hapo wana siku 24, na eh, tunacho kitabu pia cha ufugaji wa broiler kama unahitaji hicho kitabu cha ufugaji wa broiler, na chenyewe kipo katika mfumo wa soft copy. Bei yake ni shilingi elfu kumi kwa wewe mfugaji wa broiler.